kanu qalilan min al-layli ma yahjacun wa bilashari hum yastaghfirun. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wataala na kumtakia rehma kipenzi chetu mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na wasia nyinyi pamoja na kujiusia nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwani kumwogopa Mwenyezi Mungu ndiyo njia pekee yenye kumfanya mwanadamu aweze kuingia kwenye nyumba ya amani nayo na ni pepo biidhnillahi. Khutuba yetu ya leo tutakumbushana namna gani sisi tutaokoka na maasia, namna gani tutaweza kuokoka na kusalimika na maasia. Kama tunavyoona wakati ambao tuko nao, maasia yamezidi. Maasia yamekuwa ni ustaarabu, na yule ambaye kwamba hayuko katika maasia huonekana bado hajaendelea, ni mjinga, haelewi, ni mtoto wa mama, na hali kadhalika. Sasa ikiwa maasia yameenea kila sampuli ya maasia, si asubuhi, si mchana, si jioni, si usiku, mahala popote, tumefikia wakati unapokwenda maasia yako mbele yako. Sasa je, tutaokoka vipi na haya maasia, ili Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi na sisi, na siku ya kiyama tuweze kuipata pepo ya Allah, na siku ya kiyama tuwe karibu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, mwanadamu mahala popote alipo ni mkosaji. Huwezi kujigamba kusema mimi sifanyi makosa au mimi sina makosa, mimi sikosei, wajidangani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kullukum khataun, nyote ni wakosaji Madamu wewe Allah subhanahu wa taala amekuumba akakufanya ni binadamu, wewe ni mkosaji. Lakini wale wakosaji bora ni wale wanapoteleza wakakosea wakajua kwamba kuna Mungu wakataka toba wakarudi kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo mwanadamu ajijue yeye ni mkosaji na wakati wowote wa anaweza akateleza akafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala hayataki, lakini anapofikia hapo arudi kwa Mwenyezi Mungu haraka, awekenia na azma kwamba kosa nililokosea ya rabbi, sitoliregelea tena, na kuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala uwe tayari kunisamehe. Ndugu zangu wa Islamu, tunapokwenda kukosea tujue kuna njia ambazo tukizifuata itakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutusamehe makosa yetu. Njia ya kwanza ambayo itatusaidia sisi kusamehewa na Allah subhanahu wa taala ni kila kosa tulifanye ni kubwa Tusifikie mahala tukasema ili kosa dogo hakuna neno, Mungu atanisamehe tu, yani ni makosa makubwa makubwa ndio yana hatari. Hapana, kila kosa lifanye ni kosa, na kila kosa kwako liwe ni kubwa. Ukiwa na sifa hii itakusaidia wewe kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba msamaha na Mungu ametukua wa hadi, ukirudi kwake atakusamehe. Lakini ukiwa na sifa ya kusema ya kwamba haya makosa madogo madogo hakuna wasiwasi, watamfanye kisha kiomba samaha tu, ubaya ni kushirikisha Mungu, ubaya ni kadhaa kadhaa, haya ndio makosa makubwa waangamia, kwa sababu lile dogo litakwenda kukua kisha mwisho wake utafika katika lile kubwa. Kwa hivyo almuminu taqi yakhafu rabbahu wa yuaddhimuhu, yule mumin ambaye ana sifa ya takwa ya kumwogopa Allah subhanahu wa taala, wakati wowote anamwogopa Mwenyezi Mungu na kila kosa analifanya kubwa, kwa kiasi ya imani yake aliyonayo, ndiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala

ule wakati wa maladaku, wakati wa usiku wa manane, wao huinuka. Sifa yao wakawa yastaghfirun, wanamtaka msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ee Mungu tusamehe. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi ajaribu sana kujipamba na sifa ya takwa, kila mmoja katika sisi ajipambe na sifa usiku, aamke aswali, hata kama ni raka mbili, lillahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na baada ya kuswali ainue mikono amnyenyekee mola wake, ajidhalilishe kwa mola wake, akimwambia ya rabbi, nisamehe. Mimi ni kiumbe dhaifu, kwenda pengine katika masaa ya mchana mimi nilikukosea. Allah akawasifu watu hawa kanu qalilan min allaili ma yahjaun wabilashari hum yastaghfirun. Huu ndugu zangu Waislamu, tujipambe na sifa ya kumwogopa Mungu, tujipambe na sifa ya kila kosa kulifanya ni kubwa atujipambe na sifa ya kuinuka usiku kuswali na kutaka istighfari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe Ramadhani iliisha, tarawehe kwa wingi, tuko nyuma ya imamu. Ramadhani usiku twainuka kuswali tahajjud, lakini Ramadhani ikiisha, tahajudi zimeisha, hakuna ainukaye kuswali swala ya usiku. Mtume hakuiacha safaran wa hadhara Mtume akiwa safarini alikuwa akiswali salatul layl na Mtume akiwa mjini alikuwa akiswali salatulaili. Kwa hivyo nasi jipambe na sifa hii ya kuinuka usiku wa manane kumnyenyekea mola wetu na kutaka istighfari kwa Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala akasema tena katika Qur'an, alladhina yaquluna rabbana, wale wataji Mungu waja wema ni wale ambao wanasema rabbana, e eh, mola wetu inna amanna, sisi tumeamini. Faghfir lana dhunubana, tusamehe madhambi yetu. Subhanallah, je, sifa hii tuko nayo ya kuinua mikono, ee Mungu sisi tumeamini, lakini baada ya kuamini tunakuomba faghfir lana dhunubana, ee Mungu tusamehe madhambi yetu. Wakina adhab nnar na, na, ee Mungu utuepushe na adhabu ya moto. Ndugu zangu Waislamu, tukifuata njia hii ya kuleta istighfari kwa Allah subhanahu wataala, itatusaidia sisi kuokoka na maasia. Kwa nini kila kosa kwako kwa ni kubwa? Kwa nini Mungu amekukataza kukosea? Kwa nini Mungu amefungua mlango wa kutakwa istighfari naye yuko tayari kutusamehe? Basi utakuja kuleta fikra ya kwamba, basi, ya nini kila siku nikosee nini na Mungu yuaniona na hili amenikosea, amenikataza. Jana nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, nimeinuka usiku, nimetaka istighfari tena, leo nirudi nimkosee Mungu? Mimi sina haya? Itakusaidia kuokoka na maasia. Ndugu zangu Waislamu, wakati huo usiku wa manane ni wakati bora, lakini wenye kuinuka kuutumia wakati huu na kupata faida katika wakati huu ni wale ambao wao wanamwogopa Mwenyezi Mungu ni wale ambao kila wakati wanataka kutengeneza maisha yao ya dunia na pia wanataka kutengeneza maisha yao ya akhera. Hili linawapatia moyo na nguvu wa kuinuka ule usiku wa manane na kutaka istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, inal mu'mina, yule mu'min yara dhulubahu, anapokosea anaona ile madhambi yake akiyafanya kaanahu qaidu tahta jabalin nkama, kwamba yeye amekaa chini ya jabali yahafu an yaka aleihi, anaogopa le li jabali lisije likamwangukia likamuua. Mumin ana sifa hiyo, anapoteleza nimesema nyuma ya kwamba kulukum khatau oza kuwa ni mumin, lakini ni mwanadamu ukateleza. Lakini mumin anapoteleza fikira zake na mawazo yake kujiona yeye ni kama aliyekaa chini ya jabali, wakati wowote jabali huenda likaporomoka likamlalia, ikawa sababu yeye kufa tu. Anaogopa wakati wote kumkosea Allah subhanahu wa taala, na akikosea anakuwa katika hali kama hiyo, ni haraka kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kumwambia mola wake nisamehe kosa ambalo nimekukosea, na Mungu naweka azma sireglet. Lakini yule ambako kwamba si muumin, anapokosea Yara dhunubahu kadhubabin, kukosea kwake si chochote. Anapokosea huona ni kama kwamba le makosa yake ni kama mfano wa nzi, mara ala amfihi, amepita tu kwenye pua yake fakala bihi hakadha wa hakadha. Subhanallah, kwa maana kwake yule ambaye kwamba si muumini anapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, yale makosa yake huona ni kama mfano wa nzi amepita hapa kwenye uso wake, kwenye mbele ya pua yake, akafanya hivi na hivi, twende kazi. Hajali, iendelea kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Tujipambeni na sifa hii ya kujenga imani zetu, ili tunapoteleza tuone makosa yetu ni makubwa, tuko katika hatari, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukikosa imani inayotakikana tutakuwa ni kama ule mtu mbaya fajir, anapokosea si lolote, si chochote, sababu Mungu yuko, inna Allah ghafurur rahim, inna Allah kadha wa kadha

kwenye macho yenu au munafanya vitendo munafanya mambo munafanya makosa. Kwenye macho yenu munaona kosa lile ambalo mmelifanya ni kama mfano wa unyele tu kwenye kwenye macho yenu, lakini in kunna la naiduha ala ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam, sisi tulikuwa jambo lile ambalo ni mwalifanya au kosa lile ambalo mwalifanya mwaliona ni ndogo kama mfano wa unyele katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, tulikuwa tukilihisabu kosa hilo minal mubiqat, ni katika mambo au ni katika makosa yenye kuangamiza watu subhanallah. Na ukiangalia hili kwa wazi, leo uzinifu kwetu si lolote, si chochote, na ni kosa kubwa. Leo shirki kwetu si lolote, si lolote, na ni kosa kubwa. Leo kula riba kwetu si lolote, si chochote, tuna ni kosa dogo tu tene. Lakini masahaba wasema wao, kosa dogo walifanya ni kubwa, waliona ni jambo ambalo kwenda likawaangamiza mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na sisi tukiwa na imani kama hiyo, tukiwa na sifa kama hiyo, itatusaidia kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa taala. Kwa ndugu zangu wa Islam, njia ya kwanza ambayo itaweza kutuokoa na maasia ni kila kosa tulione ni kubwa, tusidharau kosa ule moto unaoona unachoma mji mzima, ule moto unaoona unachoma mtaa mzima au nyumba yote ikamalizika, na ndani ulianza mdogo tu, pengine ni uti wa kibiriti, ile tete moja tu, lakini ilipodharauliwa ile tete, moto ukakua ukakua mpaka ukamaliza mji mzima. Ndilo lile kosa bao waliona ni dogo, lakini ukiendelea kulifanya mwisho ibilisi na nafsi yako yakwambia ongeza na hili ongeza na hili, ukishtuka umefika kwenye kilele cha makosa yenye kukutia katika adhabu ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Njia ya pili yenye kutuokoa sisi na maasia ni kuacha kudharau madhambi. Usidharau kosa, usidharau dhambi la aina yoyote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema iyakum wa muhtirati dhunub, na watahadharisha nyinyi umma wangu, na watahadharisha nyinyi Waislamu na, wa na kudharau madhambi. Msidharau madhambi, msidharau makosa. Lafanana na ile njia ya kwanza, kila kosa lifanye ni kosa. Angalia leo matatizo tulionao, mzazi nyumbani aweza kumuona mwanawe ima wa kiume au wa kike ameanza kupiga piga fegi sportsman, ikiwa ni embas ni, ni bluu gani ukwaju na makamba. Mzazi akiacha mtoto, ataendelea kupiga fegi fegi fegi fegi, mwisho atafika mahala fegi haimpai tena, yuenda kwenye fegi kubwa, anakwenda kwenye bomu. Sasa alianzia kwenye sigara ya shilingi tano, moshi tu fifi fifi. Na ndio watoto walivyo siku hizi, mwisho atafika kwenye bomu. Akifika kwenye bomu, atakwenda kwenye skadi, skadi ni unga. Akifika kwenye ile skadi sasa kule sasa, nkulepua, mambo yanaharibika, na natuyaona tulivyo katika miji yetu, twayaona mambo yalivyo katika mitaa mitaa yetu, lakini walianzia kule chini lakini ulipoacha kukanya le kosa dogo likawa kubwa mpaka likamaliza li, li, lika umma. Na leo sisi umma tumemalizika kwa makosa au kwa maasia yanayofanywa na jamii jamii zetu. Kwa hivyo, khalli dhunubi saghiraha wakabiraha, mwanadamu acha madhambi ikiwa ni makubwa au ni madogo, wachana nao dha katuka na huo ndio uchaji Mungu. Mchaji Mungu anaacha madhambi yakiwa ni madogo au ikiwa ni makubwa. Sifa ya mchaji Mungu atakayetembea katika ku, kuyakimbia yale madhambi, kama mfano wa mtu anayetembea kwenye barabara ambayo kwamba ina mashimo na ina miba, yeye katika wakati wote ana hali ya tahadhari isi ile miba ikamdunga. Sasa muumini atakikana aishi katika dunia yeye na madhambi kama mfano wa mtu anayetembea kwenye barabara yenye miba, anaogopa miba isimdunge ikamuumiza. Na wewe tembea katika dunia hii, ishi katika dunia hii, kuwa na hali ya tahadhari kuingia katika sifa ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, njia ya pili ni sisi tuache kudharau madhambi, tukiwa na sifa hiyo itatusaidia kuokoka na maasia. Njia ya tatu ambayo itatusaidia sisi kuokoka na madhambi ni tajannub almujahara bilmaasi, tuepuke kudhihirisha maasi. Narejelea tena nikisema, mwanadamu mahala popote alipo ni mkosaji, lakini unapokosa acha tabia ya kudhihirisha kosa lako. Kumbuka ulimkosea nani wewe Hukunikosea mimi, hukumkosea jirani yako, umemkosea mola wako aliyekuumba, umemkosea mola wako aliyekwambia jambo hili usifanye. Sasa ubinadamu ukikupitia na udhaifu wa binadamu ukenda ukateleza ukafanya lile kosa, acha kudhihirisha lile kosa ambalo wewe umelifanya. Aba Huraira radhiyallahu anhu asema, samitu Rasulullahi sallallahu alehi wasalama yaqulu, siku moja nilimsikia Mtume akisema, kullu ummati mu'afa. Mtume asema, umma wangu wote ni wenye kusamehewa. Umma wangu wote wanapokosea wakitaka msamaha, Allah ako tayari kuwasamehe. Mtume akasema, illa almujahirin, isipokuwa wale wenye kudhihirisha makosa wanayoyafanya Mungu hawasamehi. Na mujahara ni nini? Ni mtu kufanya kosa usiku kisha asubuhi akaamka, mwenyezi Mungu amemstiri na lile kosa alilolifanya. Mungu akakustiri, ukamkosea Mungu siku na asubuhi, ukaamka umesitirika, hakuna ajuwaye kwamba wewe umekosea kosa lolote, lakini anapoamka tu moja kwa moja mpaka kijiweni. Akifika kijiweni, fayakulu akasema, amiltu lbariha kadha wa kadha, anambia wenzake sasa. Asifanya peke yake usiku, Mungu ndiye alijua mja wangu amenikosea, na Mungu akakusitiri ukalala mpaka asubuhi, hujulikani kwamba umekosea. Lakini ukiamka asubuhi, unakwenda kijiweni kwa barobaro wenzako sasa hmm, yana Yaani mlalimasikia nilifanya moja mbili tatu nne tano jana nilifanya kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Wenzako sasa wanakusapoti pale, uwajiona ni bingwa sana umeendelea, lakini kumbe kufanya jambo kama hilo la kumkosea Mungu na Mungu akakusitiri, asubuhi unkwenda kijiweni na wenzako, unatoa habari ya makosa uliyoyafanya, inakufanya wewe Mungu asikusamehe ile kosa ulilofanya. Hawa vijana tuko na wazee pia, sisi tuna vijue vyetu, si vijana si peke yao, wazee pia hatushikiki, tunakwenda kijiweni kwa wazee. Sasa ima kwenye kera, kwenye bao la komo ukwaje na makamba tupo hapo. Tambona, mzee ana miaka hamsini na tano sitini masikini ya Mungu anayoyasema hata Farao na hayasemi, anawatolea wazee wenzake habari ya kosa alilolifanya bila ya kuona haya, na pengine akipita barobaro pale akamnyoshia mkono kuna hmm, barobaro siku hizi hmm, wakati wetu tulikuwa, ninyi mna nini, nini? mzee huyo azungumza maneno hayo ya kibilisi ukiwa na tabia kama hiyo, Mungu hakusamehe kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, tunapokosea tuache tabia ya kudhihirisha yale makosa tuliyoyafanya mbele ya binadamu wenzetu, ili hali Allah subhanahu wa taala alikuwa ametusitiri. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndiyo njia ya tatu inayotufanya sisi tukikosea Allah aweze kutusamehe makosa yetu na sisi tuweze kuokoka. Tukikosea basi, haraka rudi kwa Mola wako. Kama Mungu alivyokusitiri, na wewe jisitiri, usende kutangaza makosa ulio yafanya. Yeah, njia ya nne au sababu ya nne yenye kutuokoa sisi na maasia ni almusaraa ila tawbatin nasu, sisi kufanya haraka kuomba toba au kutaka toba ya ukweli kwa Allah subhanahu wataala. Usiseme nitatubia mwezi ujao. Una ahadi gani, utafika mwezi ujao? Usiseme nitatubia Ramadhani ijayo. Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa watu makosa yao. Ramadhani ni mwezi wa, wa itkuminana Allah anawaata waja wake huru na, na moto. Kwa hiyo, acha mimi ha makosa animekosea, Ramadhani ikija mimi nitataka msamaha kwa Allah subhanahu wataala Wajidanganya. nani aliyekwambia Ramadhani ijayo utakuwepo hapa duniani? Wewe wata Ramadhani ijayo, nani aliyekwambia hii swala ya Jumaa utaswali hapa na sisi leo? Au mimi nitaswali au nyinyi mtaiswali? Hakuna ajabu, unaweza kufika time hapa. Kwa nimesikia vibaya hapa, bu nimeenda inna lillahi wa inna ilaihi raju, alikuwa akihutubu masikini pale pale akaanguka akafa. Lakini sisi kwa kudanganywa na nafsi na sheitani utakosea Shawal au Dhulqada, lakini utasema nitatubia Ramadhani itakaokuja, ni mwezi wa itqu min annar. Kwa hiyo ndugu yangu Mwislamu, unapoteleza ukamkosea Allah subhanahu wataala, fanya haraka kurudi kwa Mwenyezi Mungu kutaka toba ya ukweli, siyo toba ya kudanganyana, na humdanganyi Mungu, wajidanganya mwenyewe. toba niuweke azma ya Rabi, umekosea lakini siregelei tena nisamehe Mola wangu. Weka azma, hata kama pengine huenda ukateleza tena lakini wakati ule ukiomba toba uliweka azma siregelei tena, na mungu ajua aliweko ndani ya, ya, ya nyoyo zetu. tuseni tukaomba toba ya zile za mke wa mtu simtaki, lakini nikimpata simwachi. Hizi ndizo toba zetu watubia asubuhi adhuhuri isharegelea watubia dhuhri, asri umeregelea. Hizi mtoba za za kujidanganya. Tutubie taubatan nasuha. Ni Allah subhanahu wa taala asema katika Qurani, ya ayuha ladhina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha, enyi mulioamini regeeni kwa mwenyezi Mungu, tubieni kwa mwenyezi Mungu, lakini taubatan nasuha, toba ya uhakika, toba ya ukweli kwamba hutaregelea tena kosa ulilo Ukitubia kwa Allah tauba ya kisawasawa inayohitajika uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi alehi wa sallam, asaa rabukum an yukafira ankum sayiatikum, Mungu ametukua hadi atawasamehe makosa yenu, wayudkhilakum jannatin, na baada ya kuwasamehe Mungu ametukua hadi atawatia kwenye mabustani ya peponi, ni mkaishi maisha mazuri. Kwa hivyo sababu au njia ya nne ya sisi yenye kutuokoa na maasia ni tunapoteleza turudi haraka kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuomba toba. Allah asema tena, watubu ila Allah jamia ayuhalmuminun laallakum tuflihun, tubieni kwa mwenyezi Mungu nyote enyi waumini nyote, nyote tubieni kwa Allah subhanahu wa taala laallakum tuflihun, mupate kufaulu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunapoteleza tuwe haraka kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwani Mwenyezi Mungu anawapenda sana wale wenye kutubia. Allah sema katika Qurani, innallaha yuhibbu yuhibu tawwabin wa yuhibu mutatahhirin, Allah anawapenda sana waja wenye kucheleza kisha wakarudi kwake, na pia Mungu huwapenda wale waja wenye kujitoherisha kujisafisha na madhambi. Kwa hiyo tunapoteleza, turudini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala inavyotakikana, wata na Mwenyezi Mungu yuko tayari kut